Kama ambavyo tunafahamu, kumekuwa na wimbi la wasanii kukosa mashabiki au kukosa sapoti ya mashabiki wao kutokana na hali ilivyo au kutokana na mambo ambayo yalitokea hapo nyuma, jambo ambalo linasababisha wasanii kwa sasa hivi wapitie kipindi kigumu, kwa sababu wasanii basi wanategemea kutoa nyimbo ili mradi wapate sapoti kwa mashabiki na nyimbo hizo ziwalipe, lakini pia wasanii wanategemea shoo ili mradi waweze kupata mapato, lakini kwa sasa hivi baada tu ya tarehe 29 ay, kumekuwa ni tofauti, hali imebadilika, wasanii hali zao ni mbaya kwa sababu kuna baadhi ya tetesi pia unaambiwa wasanii wamefikia hatua wanauza cheni zao za samani, wanauza saa, wanauza pete, wanauza ili mradi tu wapate fedha, na hiyo yote ni kutokana na hali yao kuendelea kuwa ngumu kwa sababu wanategemea show ili mradi walipwe, lakini pia wanategemea nyimbo zao wakiziachia ziweze kuwalipa, lakini imekuwa ni jambo la tofauti sana. Mfano mzuri ni Msanii Juksi. Msanii Juksi aliweza kuweka ngoma yake mpya katika ukurasa wa YouTube. Lakini akashangaa baada ya masaa 24 views hazieleweki, uh, yani wamefungua watu wachache sana. Support imekuwa ndogo sana ya mashabiki. Lakini pia uh, msanii Zuchu na yeye pia aliweka ngoma yake mpya ya Reason, lakini haijasupportiwa kwa kiasi kikubwa sana licha ya, ya kwamba aliweza kuipost siku yake ya kuzaliwa. Akadhani wala kufikire, uh, kwamba mashabiki watamsupport kwa sababu ni siku yake ya kuzaliwa, lakini ikawa ni tofauti ya akaamua kufuta ule wimbo katika peji yake ya YouTube kutokana na sapoti imekuwa ndogo. Kiufupi, wasanii wanapitia magumu sana. siku leo, msanii Harmonize ameamua haya basi kufunguka, ameamua kutoa ya moyoni, ameona mbona ni kama vile tutakufa njaa, alafu mashabiki hawatuelewi hivi. Haya, kwa sababu mashabiki huenda wanatamani sana wasanii waombe msamaha e, kwa yale mambo ambayo waliyafanya hapo nyuma e, au waombe msamaha kutokana na namna ambavyo e, walishindwa kabisa kuwa support mashabiki zao e, sasa msanii Harmonize ameweza kuandika kupitia peji yake ya Snapchat, ameweza kuposti picha yake, alafu baadaye akaandika ujumbe akasema, bila mashabiki sisi wasanii si kitu, sapoti yenu ni muhimu kwetu, tuanze upya jamani, tumekubali bila nyinyi sisi hatuwezi. Akaweka emoji fulani ya kuhuzunika. Sasa unaweza kuona Harmonize ni eh, msanii wa kwanza ameweza kuliona hilo eh, japokuwa kuna baadhi ya wasanii wameliona lakini wameamua kukaa kimya. Ah, lakini Harmonize akaona mbona ni kama mbivile, mbali, mbona ni kama vile tunafikia eh, mbali kama vile tuza kufa njaa mpaka inafikia hatua wasanii wanaamua kuuza mikufu yao wanaamua kuuza saa zao, eh, basi unaweza kuona hali ni kwa namna gani imeendelea kuwa mbaya. Eh, lakini pia tunaweza kuona ni kwa namna gani wasanii kwa sasa hivi namna ambavyo wanafanya eh, baadhi ya wa wasanii wameamua eh, kuingia katika mambo yale ya vibao kaza. Tumemwona msanii Zucho eh, aliweza kibao kata, na kata vipi sasa kwa wasanii wa kiume e, hao ni wasanii wa kike ambao wameweza, njaa zimewazidi. Harmonize ameshindwa kujizuia, ameamua kueleza mashabiki zao. Uh, wameamua kufunguka wazi kwamba mashabiki mnatakuwa mtu support bila support yenu. Uh, basi sisi tunakiri nyi, sisi sio kitu. Uh, kwa sababu ukiangalia, okay, msanii akiachia ngoma YouTube anatamani sana mashabiki zake waweze kufungua kwa wingi, watizame, wa comment, wamtie wa wa moyo, mambo kama hayo, akaandika akaweza kuonesha wazi kwamba jamani, tulikosea, hebu tusameheni, tuanze upya. E, mambo yanatakiwa yaongeleke haya ya. Kwa sababu wasanii wanapofikia au kiangalia ni pabaya sana. Kuna yule msanii ambaye anajiita Ambalulu eh, amba yule msanii bana, kuna klipu moja nimeiona anauza mboga mboga mtaani. Hali imekuwa mbaya sana kwa hao wasanii, hasa hasa hawa wasanii, hasa hasa ambao walikuwa ndo bado wanajitafuta. Anachukua tenga la mboga, anaenda sokoni, anachukua mboga, alafu anazifunga, anaanza kutembeza mtaani, anauza mboga mboga. Hali imekuwa mbaya jamani za mboga shilingi mia tano elimdadi tu apate chochote kitu. Hali imekuwa mbaya sana kwa wasanii, tunaweza kusema hivyo na hilo. Akaona, mbona kama vile, kudumbukia. Katika wimbi kudhalilika. Ukiangalia msanii anaishi sana, sana. Msanii hawezi kwenda kwa mamantilia akachukua chakula cha, ataenda kwenye mahoteli makubwa. Sasa utaendaje katika mahoteli makubwa na pesa hauna? Jambo limeendelea kuwa gumu, hali imekuwa ni mbaya sana kwa wasanii pia inia